Walipoteza imani katikati yao. Lakini jambo la pili ambalo inaweza ikakufanya ushindwe kuona utukufu wa Mungu ni dhambi. Dhambi, mtu wa Mungu, ina nguvu sana, sio tu ushindwe kuona utukufu wa Mungu, lakini kupunguza utukufu wa Mungu ukisoma kitabu cha Warumi sura ya tatu, wewe andika tu, mimi nakusaidia kusoma leo sura ya tatu na ule mstari wa 23 tatu, anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hiyo, unaweza kuokosa utukufu wa Mungu Mungu, kwa sababu ya dhambi. lakini pia dhambi inaweza kupunguza utukufu wa Mungu. Moja ya madhara ya dhambi inapunguza utukufu, utukufu wa Mungu, na nitakueleza utukufu wa Mungu na faida gani kwenye maisha yetu. Maana yake kadiri tunavyotenda dhambi ndivyo ambavyo tunapoteza utukufu wa Mungu. Maana yake kuna vitu tunaweza kwamba ise ah, hakuna mtu ambaye ataniona, hakuna mtu ambaye atajua. Lakini automatic unapofanya dhambi unapoteza utukufu wa Mungu. Mimi naweza nikasema isee, niko mbali huku, siko na mke wangu, naweza nikapata mwanamke huku, ah, hakuna kitu ambacho kitapungua, hakuna kitu ambacho itapoteza. Lakini unapoteza utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu unakaa kwenye misingi ya haki na utakatifu, ndio maana nasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa utukufu wa Mungu unaweza ukawepo mahali kabisa, watu wanaweza kubarikiwa na kanisa, lakini wee unapoteza utukufu wa Mungu. Na ndio maana kwenye haya maisha ya mtu huyu, poteza vitu vyote, usipoteze utukufu wa Mungu. utakuwa umepoteza kitu kibaya sana kwenye maisha yako, hata kama tunaiba kwa ya utumishi wa Mungu, moja ya kitu tunapaswa kukilinda ni utukufu wa Mungu usipotee. Utukufu wa Mungu ndio utatupa maana ya safari yetu. As long as tunataka kwenda mbali, as long as tuna maono makubwa ya kwenda mbali, utukufu wa Mungu uende pamoja nasi shi wanawimbanga wanasema, wingu wingu. Utukufu wa Mungu ndio wingu. Ndio maana Musa alisema uso wako usipoenda pamoja nasi usitutoe hapa, maana yake utukufu wako usipotutoa kwenye mazingira haya. Utukufu wa Mungu ndio ambao utaamua maisha yako. Utukufu wa Mungu ndio ambao utaamua ufanye nini na kipi usifanye. Mtu wa Mungu, ukipoteza utukufu kwenye maisha yako utakuwa na jina la kuwa hai lakini umekufa. Ukipoteza utukufu wa Mungu kwa dhambi, ukifanya dhambi, maana yake dhambi inapunguza utukufu wa Mungu. Tamani unge kitu kimoja, ukifanya dhambi kinachopungua kwenye maisha mambo atutakali kufundisha ukifundisha sana na haribu watu wa. Ukitenda dhambi wewe bado unabaki kuwa mwana wa Mungu, ila unapoteza utukufu wa Mungu. Yani ukifanya dhambi leo, umezini leo, bado Mungu wewe anakuona kama mwana wake, bado anakupenda anakuona wewe ni mwana wake na bado anakuthamini. Lakini unachokipoteza ni utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni upendeleo, yani Mungu hatakuwa anakupa Uh, kipaumbele. Yaani, msenyera we, mtoto akikutukana wa mtoto wako ni mtoto wako, lakini hautampa kipaumbele. Hautampotezea nafasi ya uwana kwako, ila utampotezea nafasi ya kumpa kipaumbele kwenye moyo wako. Ukitenda dhambi, haupotezi nafasi yako kwa Mungu, ila unapoteza utukufu kwa Mungu. Utukufu wa Mungu unaondoka, na utukufu wa Mungu ukiondoka kwako Eleo kuna vitu kwenye maisha yako, sahau kuvipata kamwe, until you are dead body, mpaka unaingia kaburi, haudi kuvipata wewe. Bado kutambulika kwamba ni mwana wa Mungu, lakini utapoteza utukufu. Tukitenda dhambi, tutaiba kwaya, tutarukaruka watu wata Ndio maana watumishi wa Mungu wanaibaga huko. Wapi Adamu? maana yake Adamu alipoteza ni utukufu wa Mungu, na alipopoteza utukufu wa Mungu, mpaka Biblia inasema Adamu, uko wapi? maana yake Adamu alipoteza nafasi. Mungu hakuwa anamuuliza, si kwamba Mungu hakujua Adamu amejificha. Mungu alichokuwa anauliza ni utukufu ambao ulimweka kwenye nafasi. Ndio maana muuliza, Adamu, uko wapi? mpaka mavazi wakajiona wako uchi, manake utukufu ulitoka. Tunapofanya dhambi, kinachoondoka ni utukufu wa Mungu, tunachokipoteza kikubwa ni utukufu wa Mungu. Sasa kiburi pia ni moja ya kitu ambacho kinaweza kinaondoa utukufu wa Mungu. Kiburi kikijaa ndani yako, mtu wa Mungu, kinaondoa utukufu wa Mungu na uwezi kupokea utukufu wa Mungu kwenye maisha yako andani ya ukisoma Mithali 29, Mithali 29 na ule mstari wa 23, Biblia inasema kiburi cha mtu kitamshusha, bali wenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha na ukisoma hiyo hiyo Mithali ishirini na tisa moja aonywaye mara nyingi